Uangalie intelligence yako ikupe taarifa ya ukweli. Huku pembeni kuna maneno mengi sana, kuna kelele nyingi sana. Sometimes unashindwa kupita na jina, nguo ya chama, kwa sababu ukipita maneno yanayozungumziwa si mazuri. Kuna wana CCM wako huku wanaimba, ikifika usiku wanaomba, wanaimba no reform no election. Asubuhi hawataka kuzungumza na hawataka kuonekana na ukicheki kuna wana CCM wengi wanasapoti upinzani kwa saalawla no reform no election, wamejificha tu, lakini wanasapoti kwa fedha na wanaambia, bwana, mliposhikilia hapo msiachie, shikilieni hapo. Kwa no reform no election wanazungumza. Kwa hiyo ukiona watu wanazungumza ujue moja kwa moja kuna usaliti ndani ya chama. Sasa kama kuna usaliti ndani ya chama, maana yake kwa tukio hili la huyu Msingida lilotokea sio tu watu wa upinzani na wananchi wengine hawajalipenda, hata wanachama ndani ya Chama cha Mapinduzi hawajalipenda hilo swala. Kwa hiyo wanashindwa kuzungumza, wanazungumza ikifika usiku, asubuhi wako kimya. Ila tukiwa huko machochoroni wanapata sehemu, wanapata bia mbili tatu, wako sehemu kwenye vilinga wanazungumza hayo maswala. Kwa hiyo ili kuweka sawa sawa, kwa sababu sisi tunajenga yote chungu kimoja na kama tulivyo wa Tanzania wa Tanzania wa Tanzania wote sisi tumeumbiwa upendo na mshikamano. Na ndio maana tunaingiliana leo, naona kaka katibu wa chama cha mapinduzi kaoa, mama mkwe wake ni mjumbe wa Chadema mama mtu ni, ni, ni mjomba mtu ni mtu wa CUF, mtu mwingine ni wa ACT Wazalendo ukoo ume, kila, cha, kila sehemu kuna chama na CCM, kuna kule kuna kuna TLP kwa hiyo tume tuna muunganikano mmoja ambao umetengeneza kitu kimoja. Tumekuwa na amani kwa muda mrefu. Kwa hiyo katika hivi vyama Chadema ni kama watani wetu. Sasa katika utani tumejenga familia, tumejenga koo, tuna mwingiliano mkubwa sana wa kifamilia. Sasa mpaka leo hii ikitokea mgongano kama huu utaleta changamoto, changamoto E, vitakavyotokea chochote kwa sababu mimi nilizungumza huyu e, Msingida, pamoja na yote ya kuletewa kule, ya, ya kupatiwa hiyo kesi ambayo alifanya kimsingi, alifanya makosa. Mimi siwezi nataki kuingilia mahakama, lakini kwa mazungumzo yake mimi ninachoona kama mwana CCM ni alifanya makosa kuzungumza maneno mabaya ya uchochezi. Basi mimi nilikuwa naona haina budi nikumwachia tu Msingida ingie ulingoni, kwa sababu najua hata ingefanyika reform ya aina gani, ingefanyika reform ya katiba mm, yote kwa ujumla zingefanyika reform ndogo, Chadema haina nguvu ya kuishinda Chama cha Mapinduzi. Lakini ombi langu kwa leo kwa mheshimiwa kwa mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan e, mimi kwangu nilikuwa na ombi moja, huyu bwana Msingida ungeamua umwache huru, ungeamua namna yote ya kufanya Ungeangalia namna yoyote ya kutumia njia nzuri, kwa sababu tunajua wewe ni rais wa Tanzania. Ungeangalia namna gani ya kufanya kumwachia huru huyu Msingida, kwa sababu naona kuna nchi zingine zimeanzisha ajenda za kisiasa ambazo ni mbaya kwa nchi zetu, hasa kwa kupitia hili swala la huyu Msingida.